Kwanza walichofanya ni utoto, lakini ni kwa sababu wana majeraha wengi. Simba hadi Shomari Kapombe kaumia, Kapombe majeruhi. Golikipa wao Pinipini Kamara majeraha, yule Chemaroni Che Fondo majeraha. Simanelewa hawana uhakika wa beki yao na ukuta wao kwenda kuzuia forward, forward line ya Yanga, kitu ambacho wakijui, unaweza ukawa na hao watu ndo kala kumi ya si tukakupa ofa tibia hata ligi ishe uh -huh. Alafu tafuta mechi tucheze, lakini sio ya ligi kuu, iya ligi tena ndo ishakufa. Kama ujaja leo nisisikie kiongozi yoyote wa... uke... uyo kiongozi wa Yanga atakeleta timu kwenye mechi nyingine uh -huh. Yani pale atatoka na mapanga pale ujaja Jangwani uh -huh. ah, tutaki kusikia tena tena yani uh -huh. uh -huh. leo kama wajaja leo uh -huh. kiongozi yoyote wa klabu ya Yanga ataketoa ruhusa uh -huh. uh -huh pale Jangwani asikae pale. hmm. well, Jangwani asikae shekhe, haiwezekani. Tumealika watu kutoka mataifa mbalimbali, watu wametoka Europe, wametoka USA, yuko Amerika Kusini, wamekuja kuangalia burudani ya soka Zanzibar. wewe unajua yuko chetu tulipomtoa sisi huyu mm -hmm. unamjua tulipomtoa, Amen. tumealika familia yake na uko wake waje waangalie burudani ya mpira huu wa Tanzania wa leo. Gharama hizo nani anaweza kulipa? Watu wametoka Zanzibar, wametoka Dodoma, wametoka Mbeya, mwanza Wamekuja hapa kuja kuangalia mpira. Alafu tuambie, leo mpira hakuna eti fulani kasusa kisa akufanya homa. Mara kale sio mazoezi ya jana. Ile ni homa hapo tu, mazoezi shehe, unajifua miezi miwili mitatu nyuma, siku ya mwisho jana wamekuja kwenye press conference hapa, mwalimu wao, si nyinyi mlikuwepo waandishi, mwalimu wa Simba na kapteni wao Shomari Kapombe wameenda kwenye press ya mechi, wakasema maandalizi yako kwa asilimia mia moja, wako vizuri na hawana shida. Jioni wanasema maandalizi hayajakamilika kwa sababu hayajafanya mazoezi ya jioni. Hivi inawaingia akilini? Hata watanzania wanaopenda mpira tuongeeni, tusivicheviche. Asubuhi Simba wamekuja na Yanga wamekuja kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mchezo. Uongo kweli? na kuuliza tena zai wa ayoma. <laughs> ni kweli walikuja kwele. Kocha wa Simba alisemaje kwenye maandalizi ya mchezo? Yamekamilika. Kinachowafanya wasije leo ni watafanya mazoezi ya mwisho kwenye... Ah, sasa si wangesema jana asubuhi kwamba jamani, Manda... nisikilize, wangesema hivi: maandalizi hayajakamilika mpaka leo tukikamilisha mazoezi ya jioni, kesho tutakuja uwanjani tucheze.